Labda nikwambie kuhusu historia ya Tanga eh, eh. Tanga waja leo kuondoka, ujulikani unarudi lini eh, eh. eh, ni hali ya hewa hii, ni siku ya kila siku sisi tunazoea Tanga mi eh. na wiki ya pili hapa Tanga na wasubiri nyinyi tu watoto wa, wa Dar es Salaam ah, ah. kwa sababu mimi hapa nilipo unaponiona eh. Nipo yani kitangatanga hey. na mimi hapa ndio nimekulia Mweza, mimi nimezaliwa Mweza, nimeishi Mweza, nimekulia Mweza eh, mama Mdigo eh, baba Msambaha eh, kwa hiyo mimi nimekulia Mweza, nimeishi Mombasa eh eh. kwa hiyo sasa hivi niko Dar es Salaam kwa muda tu ah, ah, ah. Sasa, ni vitu vizuri vya Tanga na ukija hapa unaulizwa, umekula? Sijala. Kula, talipa mimi, unalipiwa, hakuna shida. Na ndio maana leo Yanga hapa Tanga, sisi kulipiana, sisi tumeshazoea Sheikh, unalipiwa kwa sababu kama una kitu hapa Tanga. Hatuna sifa sisi ya kumnyanyasa mgeni, na hapa hata ukiiba sisi hatukupigi mawe, hata hapa ukiiba sisi tunakusema wewe mpaka wafa, sio? Yanga takriban magari 73 yametoka Dar es Salaam na sehemu zingine kuja hapa Mkwakwani Tanga kutafuta ubingwa. Naamini kuwa kwamba Yanga jinsi tulivyo, kwanza tumekuja na vitu viatu pia takriban mbili za mpira yani, zile kwamba uwanja ukiwa wa hali ya kawaida kuna viatu vyake na uwanja ukiwa hali ya mvua, mvua tuna viatu vyake, tuna buti kwa ajili ya mvua. Kwa hiyo tumevaa buti. Utasema Ronaldo, kira, kina Christian Ronaldo. Leo kina Aziziki, utawaona hapa. Na nikupe siri moja. Aucho kapona katika asilimia 100, Aucho amepona katika asilimia 100. Ogopa mtu ogopa mtu akipona katika asilimia mia moja ina maana hata kucha ziko sawa, na na daktari wake mwenyewe madhubuti kabisa. Na nikwambie kitu yao yao yupo fiti ya asilimia mia moja Nikwambie kitu pako, umezizwa yuko fiti ya asilimia mia moja Hii fainali hii nusu fainali tunaitaka ili tushinde, tukutane na mtani wetu katika fainali, akimfunga Singida tukutane naye, tumuoneshe kwa nini tulikuwa hatutaki kucheza mechi ile ya namba 184 ila sio kwa sababu nyinyi tuliwaogopa. Tulikuwa tuitaki ile kwa sababu sisi hatupendi kibli, hatupendi dharau, hatupendi malingo. Kwa hiyo sisi tunataka tuwaoneshe mechi ya fainali sisi tukutane na Simba tuwafunge Simba alafu tunaambia kwamba ile mechi ile tulisema hatuchezi na hatuchezi kweli. Sisi Yanga tuna, tuna, tuna nongwa kuliko Waislamu na nguruwe. JKT Tanzania kitachomkuta hapa Mungu mwenyewe ndo anajua kwa sababu tutamteketeza na tukumfunika. Hakuna timu ya shehe inaumiliki bunduki ikawa timu bora duniani ikawa timu bora duniani, haiwezekani. Angalia senario wanavyoteleza teleza, hao JKT, JKT Luvu walikufa hawa JKT suu nani walikufa, na hao JKT hao wanakuja sasa hivi, sisi tunawafunga kwa sababu sisi tuna quality ambayo haijawahi kutokea tangu enzi zile kina Pepe Kale wanaimba nyimbo ya Young African, hatujapata quality kama hii. Miaka minne sasa hivi inaelekea, mimi nakwambiaje, ya sisi Yanga tuna mchezaji mmoja yeah. ni alikuwa anagombaniwa na TP Mazembe yeah. Lakini yupo hapa kwetu Yanga, ambao aliwafunga Simba goli moja la kwanza kabisa katika goli la tano moja aliwafunga yeah. Simba, nadhani akoshamjua yeah. Yes, Musonda yeah. Kennedy Musonda ni mchezaji wa hatari na mwenye mikimbio ya baraa, anakufunga kwa wakati wowote wa, lakini hapa Yanga amekuja, anaonekana kama ni wa kawaida. Sio kama ni wa kawaida, bali alikutana na viwango vikubwa zaidi ya vile alivyoona. Wewe unaona kuna mtu anaitwa Azizi Ki, ambaye huyu Azizi Ki ni mtoto wa, wa, wa Bukinaf, Bukinabe, ni mtoto ambaye anakufunga hapa goli kuanzia Tanga mpaka Rufiji, na linaingia goli ana misuli ambayo ni ya kusisimua kif, bukta zote zilikuwa azimtoshi, akachongewa bukta ya peke yake. Huyo ni Aziziki, yupo Yanga, ni top score wa ligi, ni mchezaji bora wa ligi. Lakini yupo wapi Yanga? Lakini acha kina Pacome, ukirudi huku nyuma, ukuta wetu ni wachuma. Hiyo ndo Yanga African, nakwambia kitu. Labda leo namalizia kwa kitu kimoja, Yanga tunashinda goli mbili, kama walivyofunga Berkane jana. Amaliza haa, sema nikwambie ni kitu wale Balkani wana mtu mmoja sumu sana, anaitwa Mamadou Kamara. Anafukia kushoto anatema kulia, ni mtu mmoja mbaya sana yule Mamadou Kamara, ndo aliimaliza jana Simba yote, likapoteana kata umeme ya batari kagoma, unakaa unafanya nini? Angalia Simba jana hajatoka hata on target, hata moja. hata moja akupata Angalia vitu alivyofanya jana yule Mamadou Camara. Ni mchezaji wa dhahabu sana. Pale kwetu anaweza kakabe kidogo akashindana na Aucho. Yes, anaweza kidogo kushindana na Aucho katika ubora. Wewe oh, hey, utajua mimi Mamadou Camara nasema kwamba GSM Injinia hey. Arafati hey. Tuleteni huyu mtu. Vibaya mno, vibaya mno. Na atakuja kuwapiga amani hapa, atakuja kuwashangaza amani. Kwa sababu Simba kule alifungwa mbili, hapa anakuja kufungwa tatu. Ah, basi sawa.